Hakuna maendeleo ya kiuchumi na kijamii bila nishati ya umeme wa uhakika na wenye nafuu, hakuna. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuongeza kiwango cha uzalishaji wa umeme toka megawati elfu moja mia sita na kufikia megawati elfu nne na pia kufikisha miundo mbinu ya umeme kwenye kila kijiji. Tunapoelekea mwaka 2030 tumejiwekea lengo la kuongeza uzalishaji wa umeme mara dufu kufikia megawati elfu nane na tutaendelea kupanua mtandao wa umeme ili kuvifikia vitongoji vyote nchini Tanzania. Tutaongeza uzalishaji kwa kutumia vyanzo vya nishati mbalimbali ambazo nchi yetu imebarikiwa nazo, ikiwemo maji, jua, gesi, joto ardhi na upepo na hata umeme kutoka nao na nguvu ya nyuklia vile vile. Kupitia mpango wa gridi imara, tutakamilisha ujenzi wa miundo mbinu ya usafirishaji wa umeme na tutaongeza vituo vya kupoza umeme ili kuhakikisha shughuli za kiuchumi na makazi yanapata umeme wenye nguvu inayotakiwa. Lengo letu ifikapo 2030, mikoa yote ya Tanzania iwe imeunganishwa na gridi ya Taifa. Ya yeah, umeme TANESCO, tunayangaza maisha yako.